Tumefikia hivyo wa Tanzania, lakini mbaya zaidi ni ile fedheha ambayo tumeipata. Taifa letu limekoswa heshima. Watu walipenda kuja Tanzania, watu walifurahia Tanzania, na ndio sababu wamesali wameomba kwa ajili yetu sisi tulipokuwa tunalia ndani ya majumba yetu kumbe wengine huko hayo tunayasikia baada ya kuwa tume- tumetoka katika shida hizi, walikuwa wanasali, walikuwa naomba, nimewaambia walikuwa wanatolea sadaka ya misa takatifu kwa ajili ya Watanzania. Baba Mtakatifu akasali kwa ajili ya Watanzania, wako sehemu mbalimbali walifanya maabudu kwa ajili ya Watanzania lakini wapo waliopiga kelele wafunguliwe wafunguliwe. Waliotufunga ni wenzetu, ni ndugu zetu, watoto wetu, vijana wengu uliowapeleka hapo wakafanya kazi, wakaajiliwa, wamegeuka kuwa mikono miovu, mikono ya dhambi, inamwaga damu ni dhambi kubwa, ni janga katika nchi yetu. Maelfu ya Watanzania nasikia, hata wasio kwa Watanzania tunasikia, wametangulia mbele ya haki. Hawa wamefikwa na mauti, kila mmoja kwa namna yake. Wapo waliofikwa na mauti katika harakati za kuonyesha hisia zao wameonyesha kuwa kuna kitu kinawakera kinawaumiza. Hawa walitaka wasikilizwe, hawakusikilizwa. Wapo waliofikwa na mauti wakiwa majumbani kwao, wapo wengine walikuwa hata safarini wakitoka, walipokuwa wakienda majumbani, wawali watoto wao, wawali ndugu zao wengine walikuwa ndio wanaelekea majumbani, wagonjwa wa kutoka hospitalini, hawa yamewakuta yaliyowakuta. Hata hivyo wafu wetu hawa machoni kwa wajinga wameonekana kwamba wamekufa, na kufariki kwao kunadhaniwa kuwa ni hasara yao na kusafiri kwao toka dunia hii kuwa ni uharibifu kwamba kuondoka kwao walijitakia, kwamba walitafuta kifo. Hivi ni kweli, hatujui walichokuwa wakiomba? Hivi hatujui kweli, walichokuwa wakitafuta? Ndugu zao hawajulikani walipo, ndugu zao wameonekana, wametekwa, wame wameuawa, wame, wame wame wengine wamekimbia nchi, wako nje. Hatukujua kweli kwamba hawa walikuwa wanatafuta nini, hapa walikuwa wanaomba nini? Waliomba haki, waliomba usalama wa maisha yao, waliomba kusikilizwa. Hata Mwenyezi Mungu daima tunamuomba tusikie. Ee Mungu, tunasali hapa katika Tanzania, tusikie ee Mungu pakuomba utusikie. tunamlilia Mwenyezi Mungu litania, jinsi hivyo ni maandamano ya kumfikia Mwenyezi Mungu na kumfanya Mwenyezi Mungu asikie. Mungu utuvumilia. Hata Bwana wetu Yesu Kristo anamwambia Petro, rudisha upanga wako harani, rudisha upanga wako kitindoni. Anatufundisha ufufuo wa dhambi na ameeneza dini bwana wetu Yesu Kristo kwa amani, kwa hoja. Hakueneza dini yake kwa upanga yeye, ili watu waokoke, ili apate wafuasi alikufa yeye mwenyewe, sio kuua ili upate. Leo tunajifunza kuua ili kupate tunaua ili kuungwe mkono, tengeneza hofu ili watu wakuunge mkono, wanyamaze. Ni dhambi. Tunatakiwa kutanguliza utu zaidi. Utu ndio hasa kiini kinachoweza kutufanya tukabaki kuwa na amani, lakini pia amani haiji hivi hivi. Amani imejengwa katika misingi ya haki kwa hivi baba skofu ametuasa kwamba tuzidi kusisitiza haki ili amani iweze kufika kwa watu wote. Kwa mtu ambaye hana imani, sio jambo rahisi kuipokea, ila kwa msisitizo na wito wake, imani kitu cha msingi sana, kukubali kilichotokea na kuendelea kuishi imani, ili kulinda imani yetu na kujiweka karibu na Mungu na kumkabidhi Mungu kile ambacho kimetokea, lakini pia kukubali kwamba madhaifu yalifanyika, na tuwe tayari kwa kile ambacho kimetokea.